Timu yetu ya taifa ya mchezo wa kuogelea eh, kwa vijana ambayo itasafiri nchini eh, Misri katika jiji la Cairo kushiriki mashindano ya kuogelea kwa vijana, mashindano ya Afrika. Baraza la Michezo la Taifa BMT tumekuwa tukifuatilia sana mchezo wa kuogelea maendeleo yake, na tumebaini kwamba kila muda unavyozidi kwenda, vijana wanazidi kufanya vizuri katika masuala mazima ya mafunzo na pia kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Tunazidi kuwaombea na tutaendelea kuwatunza, kuhakikisha kwamba watakaposafiri kwenda katika nchi ya Misri, tutakuwa nao kuanzia airport mpaka watakaporudi tena hapa nchini. Kwa kuwa vijana wameandaliwa vizuri ya makocha ya shupavu kwenye taaluma ya kutosha. Na sasa hivi mchezo wa kuogelea ni moja ya michezo ambayo imepatia heshima kubwa taifa letu. Tunaamini vijana hawa pia watafanya vizuri hata kule nchini Misri. Kikubwa, Watanzania wote tuwaombee, tunawatakia kila la heri na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Uh, timu ya taifa ya vijana inayoelekea Egypt inahusisha waogeleaji watano, wawili wa kiume na watatu wa kike. Timu hii imekuwa me, ikifanya mazoezi ma, kwenye vilabu vyao, lakini wameweza kufanya mazoezi ya pamoja kwa muda wa wiki moja na wako tayari kwenda kuwakilisha nchi katika mashindano ya Afrika ya vijana yatakayofanyika Cairo, Egypt kuanzia tarehe thelathini.